Kuna aina tatu ya majibu ya Mungu kwa sala zako, na majibu yote ni sahihi kabisa. Majibu yote ni sahihi kabisa. Kuna majibu ya aina tatu kwa sala zetu, sala zetu ujibiwa kwa mojawapo ya majibu matatu yafuatayo. Aina ya kwanza ya jibu ni ndiyo, nitakupa. Aina ya pili ya jibu ni hapana, sikupi. Aina ya tatu ya jibu ni subiri, nitakupatia wakati mwafaka, wakati ufao, sio sasa wakati huu. Napenda nikupatia sasa, nitakupatia wakati mwafaka, subira. Kuhusu aina ya kwanza ya jibu la Mungu kwa sala zako, inayojibiwa na ndio, kuna sababu tano za sala hiyo kujibiwa na ndio nitakupa ninachoomba. Sala hiyo ni ya namna gani ambayo Mungu unapomwomba anakupa bila kuchelewa? Kwanza, sababu ya kwanza, ikiwa sala hiyo ni ya kuomba hekima, kuomba busara, kuomba akili, kuomba ufahamu sala hiyo Mungu anaijibu. Soma kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya tatu aya ya kwanza hadi ishirini na nane na barua ya mtakatifu Yakobo sura ya kwanza aya tano. Sababu ya pili ya kujibu sala yako mara moja bila kuchelewa, ikiwa sala hiyo ni ya kuomba toba kuomba huruma ya Mungu, kumwomba Mungu msamaha kwa makosa yako, kwa dhambi zako, kwa maovu yako. Mungu anajibu hiyo sala. Soma Zaburi ya 51, pia soma Injili ya Luka sura 18 aya 13 hadi 14. Sababu nyingine ya sala yako kujibiwa na ndio nitakupa ikiwa sala hiyo ni ya kuomba Roho Mtakatifu, kuomba Roho Mtakatifu, soma Injili ya Luka sura kumi na moja aya kumi na tatu Nne, sala yako itajibiwa bila kukataliwa. ikiwa sala hiyo ni ya kuomba kuopolewa maovuni Soma Injili ya Mathayo sura ya 6 aya 13. Sababu ya tano ya sala yako kujibiwa na ndiyo, ikiwa sala hiyo ni kuomba maombi yote yaliyomo katika sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu so Kristo, ukisali kwa makini Sala hiyo ya Baba yetu liye mbinguni, Mungu anajibu maombi hayo: utusamie makosa yetu kama sisi nasi tunavyowasamee walio waliotukosea. Sasa simwombe Mungu akusamee makosa kabla wewe ujasamie walioukosea. Soma Injili ya Mathayo sura ya sita aya tisa hadi ya kumi na tatu. Hizo ni sababu kuu tano za sala inayojibiwa mara moja na Mungu. Na ndio nakupa aina ya pili ya jibu ambalo Mungu anatoa kwa sala yako, na ni jibu sahihi. Sala yetu yaweza kujibiwa kwa hapana, kwa hapana. Mungu ni mzazi. Tena mzazi mwenye hekima, mwenye upendo. Waenga wetu, wana mesari, mtoto akililia wembe mpe. Sio hivyo kwa Mungu. Wewe ni kama mtoto mbele ya Mungu. Na ni mtoto, sio kama mtoto. Huko mtoto mbele ya Mungu. Napolilia vitu vya hatari. Mungu hakupi kwa usalama wako. Mungu hakupi. Kuna sababu zaidi ya sita, sababu saba kwa nini Mungu anajibu sala zako na hapana. Sababu saba. Sababu ya kwanza, Mungu atajibu sala yako na hapana hata ukisali kwa nguvu, kachubuka magoti sio kalia, atajibu kwa hapana kama sala hiyo inatawaliwa na mashaka. Umekuja kusali umevaa karozari shingoni

kama mzee fisi aliyopata mialiko kwenda kula sherehe mbili, anatangatanga huku na huku mwisho akaishia kula mifupa hmm. <laughs> baada ya kutulia mahali pamoja, siku moja, <laughs> eh? moja nitawasimulia hizo kisa cha fisi aliyokula aliyejaribu kula sherehe mbili akashindwa zote akaishia kula mifupa hmm. Kama hiyo sala yako ina mashaka Mungu aijibu? Biblia inasema na nukuu, mtu aliye na mashaka mwenye nia mbili na sina msimamo katika mwenendo wake wote asidhani ya kwamba atapata chochote kile kutoka kwa Mungu. Soma barua ya Yakobo sura ya kwanza aya saba na nane. Sababu ya pili kwa nini Mungu anajibu sala yako na hapana, kama sala hiyo imetawaliwa na tamaa tamaa. Biblia nasema na nukuu, mnapoomba hampati kwa sababu mnaomba kwa nia mbaya, mnaomba ili mpate kutosheleza tamaa zenu mwisho wa kunukuu kutoka barua ya Yakobo sura ya 4 aya tatu. Sababu ya tatu ya kujibu sala zako na hapana, e, kama sala hiyo haielekezwi kwa Mungu, yaani ni sala ile ya mtu mwovu. Biblia inasema na nukuu mnatamani vitu na kwa vile hamvipati mko tayari kuwa, na kasige yako uwanakapenda sana. Hiyo ni sababu ya tatu, sala inayojibiwa kwa hapana ni ile isiyoelekezwa kwa Mungu, yaani sala ya mtu mwovu na ya mtu mwovu naelekezwa kwa Shetani. Biblia inasema na nukuu, mnatamani vitu na kwa vile hamvipati mko tayari kuwa. Ndio tunashuhudia kipindi hiki, watu wanatamani kupata uongozi, na pengine napokuwa na mashaka na wapinzani na wengine ni kuwa na kuwapoteza Narudia tena huo mstari, mnatamani vitu na kwa vile hamvipati mko tayari kuwa. Mnatamani sana kupata vitu, lakini hamvipati, hivyo mnagombana na kupigana. Hampati kile mnachotaka, kwa sababu hamkiombi kwa Mungu. Mwisho akunukuu toka barua ya Yakobo sura ya nne aya pili. Kuta wengine wanaomba kwa mafree mason, kumbe wana watapeli, wanakosa vyote <laughs> kama mmoja alienda kuomba kwa free mason, hebu niwaambie, akaenda kuomba kwa free mason akapata mamilioni, akayapokea milioni, sio mia mbili, wakampa, akazona na akahesabu, akachangamka, akafurahi Jioni hawa waliompa hayo mapesa wakaenda kumua, wakarudisha pesa zao, nadivyinavyokuwe wakamkabidhi. Baada ya kutekeza lengo fulani kwenda kumua nani, akamua, akampa hayo mahera. Jioni akamfuata, wakammaliza, wakachukua tena mapesa yao. Ndio ujanja huo. Yaani lazima mtuombe hekima kwa Mungu. Sipoomba hekima kwa Mungu, tamaa ikakutawala. Tamaa mbele mauti nyuma. Sababu ya nne. Sala inayojibiwa kwa hapana ni ile yenye majivuno. Kama sala yako ni majivuno, unaomba upate kusudi oz kuwalingia wenzako kuwatambia wenzako, Mungu akupe. Soma Injili ya Luka sura ya 18 aya 9 hadi ya 14. Sababu ya tano ya sala inayojibiwa kwa hapana ni ile inayokimbia au kukwepa kufanya mapenzi ya Mungu. Mtakatifu Paulo Mtume anasema na nukuu, lakini kusudi mambo hayo makuu niliyofunuliwa yasinifanye nilewe majivuno, nilipewa maumivu mwilini kama mwiba, mjumbe wa Shetani mwenye kunipiga nisijivune kupita kiasi. Nilimsi Bwana mara tatu kuhusu jambo hili ili linitoke, lakini akaniambia, neema yangu inatosha kwa ajili yako, maana uwezo wangu hukamilishwa zaidi katika udhaifu. Mwisho kunukuu kutoka barua ya pili ya mtume Paulo kwa Korinto sura ya 12 aya 7 hadi 9. Biblia inaendelea kusema yafuatayo juu ya Yesu na mateso yake bustanini Getsemani, na nukuu: Yesu mwenyewe, Mungu sikia, akaenda tena mara ya pili akasali, Baba yangu, kama haiwezekani kikombe hiki kipite bila mimi kukinywa basi mapenzi yako yafanyike. Mwisho kunuku kutoka Injili ya Matayo sura ya 26 aya 42. Sababu ya sita ya sala inayojibiwa kwa hapana ni ile sala inayoomba miujiza kufanywa miujiza unakapo unaomba eh, Mungu alete chakula galani mwako au kwenye sufuria, wendi kulima uchangamke. Unakaa hapo unaomba utajiri, ufanye kazi yoyote, unaenda kwa wale wapigao ramli na wa maombi na wa mpako, washushe utajiri, washushe magari, mapikipiki, bajaji, huwezi <laughs> kupata hiyo kutoka kwa Mungu, bila kufanya kazi, bila kumenyeka, unaenda kubeti, unaenda kwenye kamari bonanza. E hivyo Mungu wa Mungu ajibu kianza kucheza, kucheza cheza na bonanza na vitu vya kupata bure vya bahati nasibu, kubahatisha Mungu. Ukichaongia huko usifikiri napo kuja kusali sala zako zitajibiwa, atazijibu kwa hapana, maana anachanganya mambo eh. Na utoka hapa kusali unaenda bonanza, unaenda kubeti, unaenda sui nini, kupiga ramli na mambo mengine. Sala hiyo inajibiwa na hapana. Soma Injili ya Matayo sura ya kumi na mbili aya ya thelathini na tisa. Pia Injili ya Matayo sura ya ishirini aya ishirini hadi ya ishirini na nane. Kuomba vyeo, naomba vyeo au wana wa Zebedayo hmm? na mama yao. Nenda msome, muone jinsi Yesu alivyo wajibu, alienda umoja kayi mkono wa kulia, sio wa kushoto katika ufalme wako. Kasema mjui muyombaro, hakuwapatia saba. Sababu ya saba ya sala inayojibiwa kwa hapana ni sala ile inayokosa chembe ya shukrani kwa Mungu nakuja kusali ujaanza kuorodhesha baraka ambazo Mungu amekupa na ukamshukuru kwa hizo, wewe daima nikuomba, nikuomba, nikuomba, hakuna kushukuru. Hmm. Wahenga wetu wamesema asiye shukuru akiomba tena hapewi. Intasima ya bwalimo intasima ya wahenga wetu walizingatia hilo, walielewa, wakatulea katika kushukuru, na ndio wainga wanaenda kusema kushukuru ni kuomba, kushukuru ni kuomba. Na Biblia inasema msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote, ila kwa kila hali mwombeni Mungu katika sala juu ya mahitaji yenu kwa shukrani. Mwisho kunukuu, usali kushukuru, usali kushukuru, kusudi Mungu akuongezee. Soma waraka mtume Paulo kwa Filipi, sura ya 4 aya ya 6. Ndio ile ya wakoma kumi mmoja aliomba akatakaswa pamoja na wale wakoma wengine tisa wote walitakaswa, lakini akarudi kushukuru. Aliporudi alipo kushukuru, yule mkoma akaongezewa lingine la kuponya kabisa. La kwanza walipoomba, Ee Bwana mkubwa, utuhurumie, aliwatakasa akuwaponya, aliwatakasa tu.

Hiyo ndizo sala zinazojibiwa na hapana.